Hello, what's going on everybody? 254, ug Uganda wize no big news ambayo niko nayo ni kuhusiana na rapa Chemical ebana, we ameweza kuandika historia mpya. Yote hii ni mara baada tu ya kuweza kuhitimu eh, elimu yake so, ni kwamba sasa hivi tunaweza tukamwita kwamba ni Dr. Claudia Lubao aka Dr. Chemical ebana, kutoka kwenye freestyle hadi PhD e bana, msanii huyo wa hip-hop wa Tanzania ametunukiwa shahada ya uzamivu PhD na University of St Andrew nchini Uingereza, moja ya vyuo bora zaidi kutokea e, barani Ulaya pale basi. Moja kwa moja, Chemical ameweza kuingia e, katika e, daftari la wahitimu ambao wamehitimu pale e, chuo cha St Andrew. E, bana, niliwahi kuwa na ndoto, na leo e, nimeamka kama Dr Lubao. Ameasema maneno hayo Chemical. Hatua hii ni alama kubwa sana kwa mabinti wa Kitanzania na Afrika kwa ujumla. Ebana, unaweza kuwa msomi, msanii, lakini pia kiongozi wa mabadiliko kwa wakati mmoja. Katika shukrani zake Dr. Lubao aka Chemical, ebana, amewataja STA lakini pia SGSD lakini pia Laid Low Music, enase, Laid, Laid Low Low Music na Music Central na ulisi wetu eh, kuwa nguzo katika safari yake e bana, lakini pia akusahau familia yake ya mtandaoni na mashabiki waliomwamini tangu kipindi ambacho ni mwanzoni mpaka sasa e bana, haya yamekuwa eh, ni mafanikio ambayo Chemical ambaye ni msanii wa Bongo Flava pamoja na hip hop Ebana, Aba, ameweza kuwa sasa hivi ni daktari eh, Dr. Lubao. Kwa hiyo anachapa pande zote mbili, alafu anaendelea kubalansi mwendo na dundo, ili mradi mchezo wa mwisho sije kuyumba ebana. Kwa kuwe kama mdau wa burudani, uko na mtazamo sure gani? Na umake sure kwamba una drop comment yako kunywanja comment hapo, unakuwa umetisha kina noma noma. Until next time. Bye, bye.